Kwani tukio gali? Tukio la furaha kabisa, ili mekutana, nimetembea na mama wangu <laughs> mbaya zaidi imempa ujauzito. Ulitakiwa uniambie <inaudible> ilitoka <inaudible> <inaudible> mwanzo <inaudible> baba

Wewe na kaka yako umeamua kunizalilisha, si ndio? Mtaa mzima unatambua mimi nataka kumwongea kimwili mtoto wake. Alafu unaona sawa eh? Kakangu sio mjinga. Ni kweli kulikuwa nataka kufanya hilo. Alafu nasema nakuzalilisha. Mimi au wewe ndio umenizalilisha? Matulanga, Mimi naondoka. Talaka yangu janifuata kwa kaka. Maana siwezi kuendelea kuishi na mtu mwenye roho ya shetani namna hiyo. Nani shetani? Wewe hapo. Tena ni zaidi ya shetani. Matulanga, inamaana mimi sikutoshi au, mpaka unaamua kumwingilia malaika? Siokuwa nakosa lolote kwa nini? Lakini kwa nini Matulanga umeamua kunizalilisha kiasi hicho? Tena unionea hata huruma na hii hali yangu. Na tulanda, mimi naondoka. Mungu atanilipia. Karibu nilikuwa na nonongowza mtoto mara moja. Ehe, nini kimemkuta mtoto? Kama nilivyokwambia kwenye message, matolanga bwana sijui alipata na nini, alitaka kumbaka mtoto wetu. Nilikwambiaje kuhusu kunitumia message, lakini sio ya mahusiano, ni kuhusu mtoto. Niliona sio vyema upate taarifa kwa mtu mwingine. Ni busara mimi mwenyewe kukujuza hiyo taarifa Soni. Hivi, unajua kama mpenzi wangu ameona msikizo wako na memai, tusiwasiliane tena kuhusu mtoto. Jamani ju nilishakwambia chochote kitakachomkuta mtoto malizana nacho. Usinishirikishe mimi. Maneno gani unaongea Soni? E, mwogope Mungu, halafu tambua yule ni mwanao wa kumzaa. Soni, Mungu anakusikia juu, naomba usikize kwa makini. Kuanzia leo hii, mimi na wewe tunavyoongea hapa, sina mtoto na wewe, unanielewa? Kwa hiyo unamaanisha Salim sio mtoto wako? Ndiyo. Sonia. Ah, sasa Bwana Chike, mimi sioni haja wewe kumzuia Sonia asiasilani na mzazi mwenzie, wamezaa hawa. Msijiangalia nyinyi tu, hebu ukifikiria na kile kiumbe kinapata tabu. Unajua ni ngumu sana wazazi kuachana. Anaweza kukutana kuzungumzia habari za mtoto sifie huko, sio huko. Mimi nimejaribu kushauri tu, sawa kama itawapendeza mtafuata ushauri wangu, lakini mkiona kama vile ushauri wangu una maana itokee. Okay, fanyeni mnachojisikia nikukimbie basi maana nina mizunguko mingi sana leo, alafu pia nataja niwahi nyumbani kwa ajili ya kukana dogo chem. Ungesubiri chakula maana kinakaribia kuiva ah, siari ni e, chakula next time ngoja ni wewe nikale na dogo kule, maana mimi nikishiba hapo, yule peke yake hawezi kula. Oya, ze. Ina nung'u. Tusiyara basi. Kwa kweli huwezi kumuona kwa sasa maana hayuko sawa. Sasa naweza nikajia na wakati mwingine, au kama utujali weza kunisaidia na namba zake. Namba zake huwa haruhusu kutoa labda urudi kwa wakati mwingine. Unaweza ukaenda sawa, hizi Nalizak. Shikamo, shikamo za nini? hizi mvi sio kama utu uzima, hii ni bridge tu, hmm? Yani usijali, unajua umri, mimi na wewe tuko sawa namba tukasola. Shikamoo shikamoo ya, yaya makelele sana, hivi unajijua kama

ikapasuka kama kioo cha barafu. Hakuna pa kukimbilia tena. Maisha yake yakawa kama wingu juu si. Yaani bibi yuko nilipokuja kufanya kazi, ni kuzuri, TV makochi ni kuzuri basi akiwa anaondoka, nitakuwa nakuita tuje kushinda wote. Ah. Yes, my son. Huyu anaitwa Dada Adija. Yeye tunaishi naye hapa na ndio mtu ambaye atakuwa na kuangalia na kupa malezi yote kipindi hichi ambacho mama yuko safari, umenielewa? Ni ah, ya siri nimesha kwambia mama hajaondoka bali yuko safari na muda wote atarejea. Sasa kwa kipindi hichi ambacho yeye hayupo, ndiyo maana kamtafuta dada ambaye atakupa malezi yote ambayo mama alikuwa nakupatia. Atakuwa na kufulia nguo, kupikia chakula, umeelewa? Mai sana. Sawa, nenda. adi yasli amelelewa katika mazingira ya kumcha Mungu sana mama yake, kwa hiyo wakati unakaa naye, naomba zingatia hilo. <laughs> n anyway, mimi nazani nikukimbie. Kuna mambo naenda kuyaeka sawa kidogo, nitarudi baadaye. Kila kitu nimesha kuonesha, nimesha kukabidhi, kwa hiyo wewe ikaa hapa kwa amani. Mani, in case kuna emergency yoyote nipigie simu, sawa? Sawa. Baadaye basi. Hmm. Umefanikiwa? Hapana, nilimfuata sijamkuta. Sasa itakuwaje na hali ya mtoco, nazidi kuwa mbaya. Hata mimi naunga pia kaka. Mimi nazani lile wazo la kuuza kiwanja tungalifanya tu kwa sasa maana sijui tukampoteza mtoto pamoja na wewe. Afya ni muhimu, mimi nimekubali. huwa naenda kauza hicho kiwanja, tupate ile ambayo tutafungua biashara ili kuweza kuendesha maisha Madiwa yetu. unajua kile kiwanja tuliochona na wazazi wetu, na mimi nilikuwa sina mamlaka kufanya chochote bila kukushirikisha lakini maadamu mmeridhia mwenyewe basi, ngoja mi nikawapa madala aliyo kazi basi. Sawa, wewe nenda, mimi acha nimkoroge na uji, alafu nikimaliza nikakopela nipeke hospitali, ukija tutazirejesha. Mzee? Karibu. Karibu is welcome. Shukrani. Uh -huh. Nakusikiliza kijana wangu. Ah, majaliwa. Kiu yangu kubwa mimi ni nikuwa tajiri. Na changamoto nyingi sana ambazo zinahitaji pesa. Naomba unisaidie. Uh -huh. Lakini sili kupeleka kwa mganga, wewe ili mambo yako yayanyoshe, yaweke sawa, vitu viende, ndio. Lakini nilikosea mashauri, nimepelekea mpaka mke wangu kanikimbia. <laughs> Sasa ninakwambiaje? Rudi tena kwa mtaalamu, mwambie kila kitu, which in which, atayanyosha mambo yako, yatakaa sawa kila kitu, kutaenda sawa, level kabisa. hmm? atanielewa kweli. Ndo maana nimekuambia rudi tena, mweleze kila kitu, mbie majaliwa akasema hivi, atakusaidia kwa ubavu wangu. Hakuna kukata tamaa katika ya mambo. Wanafikiri mali inapatikana kirahisi rahisi. Ukiona watu wana marosheni wanini, nafikiri wamepata kwa njia moja. Watu wana njia mbadala, njia ya ziada. Pambana baba, watu wanachinja, wanafanya kila kitu <laughs> nafikiri umeelewa somo. Mbona? <laughs> jambo jepesi hilo, bwana. Usikate tamaa, bwana, tunatakiwa uh, tutafute wanawake ambao wana mapenzi ya kweli na ambao wana uvumilivu katika maisha. Hii itasaidia sana kuweza kupunguza watoto kulelewa upande mmoja. Kuna nini sasa? Nimekutana na mkuu wa kituo amenikutanisha na mtoto wangu

mtoto niliyemweka tumboni nikamzaa kwa uchungu miezi tisa, leo hii nimekuja kubadilika kuwa mke wake. Unazani jamii nanionaje? watu wanachukuliaje? Mm, naumia sana mawangu, nauma suausiala nitaiweka wapi mwanakaya. Mm. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Nomba nikukutanisha na ni mtoto wangu kabla sijachukua mamzi naoyafikiria

Hmm. Na tumejaribu kucheki vipimo vya X-ray na ultrasound, imeonyesha kuwa Mr. Chike wao uko sawa, lakini kwa upande wa dada Sonia amepata matatizo tumboni <toseális> na pia kutokana na tatizo hilo imepelekea shida katika mfumo wake wa uzazi, hivyo Sonia utaweza kubeba tena mimba. Ipimu vizuri kweli? Ya, yeah, kwa mujibu wa vipimo vyetu imeonyesha kuwa ipo hivyo. Pole sana dada.

Mama, mama amka, ule chakula mama. Arakei, hmm? Arakei jama, tuko mapovu. Mama, mama

Mungu, na hata kama ikitokea unyapata, mimi siwezi kukuacha, nitaendelea kuwa na wewe. Najua kukufanya makusudi, hata Mungu atakusamehe kwa hili.